Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ah, wanawake, katika ujuzi wa muda mfupi sana wa utumishi wa mwanamke ambao nimeupitia tangia kanisa letu la kwanza mpaka hapa. Nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza ndani ya mwanamke kuna ujasiri kuna namna mwanamke anaweza akatumika katika namna ya kuhatarisha hata maisha yake. Kuna namna ya kujidhili kusiko kwa kawaida, na kuna namna ya utayari wa kumtumikia Mungu pasipo kuhesabu gharama. Wakati tunatoka Magomeni tukiwa tunawaza tunaenda wapi, hatujui tuendako, lakini tulipata ujasiri moyoni. Siku ya kwanza tunaingia hapa tumekutana na kanisa lenye necha ya kumtumikia Mungu kwa namna ya ajabu sana, kuanzia wanaume mpaka wanawake. Wanawake, nakumbuka mwenyekiti, kati ya vitu nilivyokushauri kuhusiana na sikukuu, sikumbuki kama nilikwambia labda mfikirie kufanya zawadi kwa ajili ya wanaume, lakini hii akili, niseme ni hekima ya Mungu kutoka juu. Wanaume mlioko hapa tu, wanawake wa kanisa hili, tunatambua uwepo wenu na hiki ambacho wanawake wamekifanya leo ni ni utabiri kwamba tunao wanaume mashujaa, wanaume wasiotulia kwa ajili wasio ya kazi ya Mungu. Amen. Lakini pia ni wanaume ambao katikati ya hali ya uchache wa pesa wanaweza kumsapoti mwanamke Mwanamke leo umevaa umependeza hapa, naomba usisahau kwenda kupiga magoti, umwambie Mungu asante kwa ajili ya hivi vichwa, hawa wanaume ambao Mungu ametupatia. Kwa sababu wangekuwa na sababu ya kusema ndani ya miezi miwili hatuwezi kufanya chochote, lakini wakasema hapana, pamoja na uchache uliopo wa kipesa financial, tutafanya kitu. Wanaume Mungu awabariki sana, tukianzia na baba yetu, simsahau rafiki yangu Kanemba, asante sana my husband. Kwa hivyo nimalizie kwa kusema wanawake tunao ujasiri wa kumtumikia Mungu kwa sababu ya vitu vitatu. Kwanza ni kwa sababu tumeokoka, tunaye Yesu ndani yetu. Yule Yesu mwenye asili ya, ya kuto kushindwa mahali popote, iwe asubuhi, iwe jioni, iwe mvua inanyesha iwe jua, ku wakati wowote wa wanawake, tutamtumikia Mungu katika mazingira yoyote. Niseme ni, ni, ni wanawake wasioogopaga jamani. Kuna mwanamke mmoja nilienda mahali fulani kuhudumu, akawa anamuuliza mwanzake wewe ma, mama ni mtu wa wapi? mbona ana ujasiri sana? Nikasema nina ujasiri kwa sababu nina Yesu. Tungekuwa tunatakiwa kuwa na sifa qualification ya vitu vingine vya dunia, ningesha feli lakini kwa sababu ya Yesu nitaishi popote, nitatumika popote, nitakaa na yoyote, na niko tayari. Paulo anasema sio tayari tu kuteswa, niko tayari kufa kwa ajili ya Injili. Kwa wanawake niseme tumeanza vizuri. Mwangalie jirani yako, alafu mtikisi, mwambia umeanza vizuri, afu mwambie wewe ni shujaa mwambie A -a, yani, hapa ndio treni inaanza safari pale Dar es Salaam, haijafika mwisho wa reli. Mwambie, kwa gharama yoyote, by power by force, tutamtumikia Bwana. Ah, yeah. Hallelujah. Kwa gharama yoyote tutamtumikia Mungu. Mungu awabariki, tumeanza salama na tutamaliza salama, na nimemwambia shetani. Nilipokuwa nawaangalia wanawake wengi, nilikuwa namuuliza mwenyekiti kwenye simu, niambie idadi ni ikoje? Akaniambia wanawake wapo. Naona mwitikio ni mkubwa. Mimi nataka nikwambie, hufanyi kwa ajili ya Kanemba na Mary, unafanya kwa ajili ya ufalme wa Baba. Cheza. Aha. Unajua kuna watu walikuwa wananiuliza Dodoma, sasa nyie ndio mmeamia tu mama Kanemba, mbona uko hapa? Tulifikiri labda kule, sasa nani atafanya kazi ya Mungu? Nikawaambia wako mashujaa wa Bwana wasiochoka, wasiokata tamaa, nikawaambia wanawake wapo na wanaume wapo. Sasa jumlisha mwanamume na mwanamke, jibu utalileta wewe. Pigia Yesu makofi, asante Wanawake, makofi na vigeregere. Mimi nasemaga, wanasemaga Mungu hana upendeleo. <laughs> Lakini sisi t majumba sita watumishi wa Mungu hawa, Bwana ametupendelea. Ninao ujasiri wa kusimama mbele ya media na kutangaza kwamba Mungu ametupendelea. hey! Tutulele, mchungaji Dastan Kanemba pamoja na Mary Kanemba hey! hey! hey! hey! hey! Asante sana watumishi wa Mungu, Mungu awabariki.